Nimefika kwa noti soko ambalo nililiahidi uh, kuliboresha. Hili ni soko la jioni, na ndio maana unaona sasa hivi ni mchana, hakuna watu, soko liko leupe, halina watu, lakini usiku kunakuwa na biashara kubwa inafanyika hapa. Ni soko ambalo uh, watu wa Ujiji wanalitegemea sana kwa ajili ya kufanya maemezi yao, kufanya manunuzi. Kwa hiyo, kwa upande wangu mimi nikifanikiwa kuliboresha hili soko kwanza angalia meza zao jinsi zilivyo, ni meza ambazo zimechoka sana. Lakini cha pili, uh, ni soko ambalo kiuhalisia, wafanyabiashara wa hapa ni wafanyabiashara ambao wana hali ya chini. Kwa hiyo nikiwanyanyua, nitapata baraka nyingi sana kwa watu wa Ujiji, baraka nyingi sana kwa watu wa Kigoma mjini, soko la kwa noti Ujiji ambapo kiuhalisia nilishapeleka proposal yangu kwa mzee wangu GSM, na inshallah tutakaa naye tuone namna ambavyo tuna tukasaidiana kufanya maendeleo katika soko hili la Ujiji kwa noti. Zipatikane pavement chini, miona wanauza kwenye vumbi, lakini pia zipatikane nguzo za taa soko zima ambazo zitamulika biashara zao, lakini pia tupate meza ambazo zitakuwa strong na sio hizi ambazo ziko